Lakini tukiacha hapo kabla, tulienda kuangalia vitu gani vimebamba kwenye mitandao ya kijamii, naona kwanza tumwangalie Storm Fashionista of the Week. Yeah. Tushakuambia kwamba sisi kila wiki tutakuwa tunamwangalia mtu ambaye anawanyosha huko mtaani, aidha awepo Tanzania asiwepo Tanzania, lakini ni Mtanzania ambaye ana slay, yeye akivaa tu yani, yani akipita kila mtu is like mambo kama hayo, na this week tuko na week, Kimwana World ambayo huyu ni Mtanzania ambaye anaishi taki, lakini nikija swala lazima la kuvaa yani, nafikiri kila mtu intaki anakuwa ame happen kumjua. Huyu ni blogger ambayo, uh, blog yake inaitwa um, Kimwana ambapo ukitaka kujifunza style fulani flani, jinsi gani uvae, kama una mtoko wa usiku, kama una mtoko wa mchana, kama ni mambo ya casual na vitu kama hivyo. Lakini the best thing or the good part about the Kimwana ni kwamba pia yeye alikija swala zima la makeup, anajua kunyosha, haitaji makeup artist kama mimi, mpaka niende kwa dada Rehema Samu. Yani yeye anahakikisha kila kitu kiko under control. Angalia nguo zake hapa na pale, yani kila siku akiwa na slay hapa na pale, na niambie kwamba kitu gani ambacho wewe umekipenda zaidi kutoka kwako kupitia namba unazoziona hapo kwenye screen yako.